Kuna watu huwa wanasema baada ya Mungu ni mama, au wengine huwo wana, wanasema baada ya Mungu ni baba. Kuna wengine wanasema baada ya Mungu ni mpenzi wake. Kwangu mimi baada ya Mungu ni Nyerere, na nitakupa uthibitisho. Nimekutana na wakimbizi wengi sana ambao walipoteza wazazi wao katika vita ya ukabila, marafiki wengi sana Wanyarwanda, kuna wengine ni Wakongomani, walipoteza wazazi wao katika vita ambazo kihalisi msingi wa hizo vita ni taifa kutokutengeneza msingi wa taifa lao baada ya kutoka kwa wakoloni. Unajua, tatizo lililowatafuna watu kama Wanyarwanda ni kwamba baada ya taifa kupata uhuru bado lilibaki kwa Wabelgiji, hivyo hivyo Wakongomani baada ya kupata uhuru hawakuachana na mkoloni. Kwa hiyo majirani zetu waliotuzunguka, matatizo yao, hawakutengeneza msingi wao kama taifa. Ndugu zangu, mimi nafanya kazi katika ujenzi. Jengo lolote unaloliona refu uko mjini au hata kwenye TV hata kwenye simu yako, chini kuna msingi mzito umechimbiwa, ndio umelibeba hilo jengo. Na msingi wa jengo lolote huwa hauonekani wala hausifiwi, lakini process za kuweka huo msingi wa hilo jengo, kuna vitu vingi sana vilikufa. Kuna wanyama walikuwa wanaishi sehemu husika wameuawa, kuna wadudu walikuwa wanaishi sehemu husika waliuawa, kuna mimea ilikuwa inaishi sehemu husika ili uwawa ili kutengeneza msingi bora wa hilo jengo unaloliona. Mtu atasema unataka kuniambia nini? Nataka kukuambia hivi, katika prosesi za Nyerere kutengeneza msingi wa taifa hili aliwatafuna watu wengi sana. Kuna baadhi hawampendi Nyerere mpaka leo, tukipiga stori wanakuambia simpendi Nyerere, kisa tu Nyerere hakwenda walivyotaka wao. Wow. okay, ukipewa project ya jengo kama chief engineer, unavyofix msingi wa jengo husika huhitaji kupokea sana ushauri. Ukipokea sana ushauri mwingi unaweza ukaharibu hilo jengo. Sometime lazima uwe dikteta kufix msingi wa hilo jengo kulingana na kulingana na necha ya sehemu husika. Msingi wa taifa la Tanzania ni imara sana, hapa ndipo ukabila ulipofia. Anayekwambia Tanzania kuna makabila, kuna ukabila mwambie ndio makabila ya Tanzania ni Simba na Yanga, hakuna makabila mengine. Wao nafikiri Mchaga wa leo ndio ile Mchaga wa zamani, au Mhaya wa leo ni ule Muhaya wa zamani? Kwisha kule Ukisikia Simba na Yanga ndio makabila ya Tanzania. Kwa hiyo mtu anayewaza kwamba Tanzania kuna ukabila mwambie yeye ndio mwenye ukabila. Makabila ya Tanzania ni mawili tu, Simba na Yanga. Hiyo ni kazi ya Nyerere. Kuna watu hao wanasema kwamba Nyerere alizaliwa akazikuta Simba na Yanga, sawa kabisa. Lakini aliyekuja na idea ya kutufanyia social engineering na kuchomoa ukabila na kuchomekea haya makabila mawili ni nani? Kila unachokiona kina script nyuma yake. Simba na Yanga wa chai, wa Kenya wanaitamani Simba na Yanga, kila taifa la Afrika linatamani, sio Afrika tu na zaidi ya Afrika, kwa sababu ni msingi imara wa umoja wa kitaifa hapa kwetu. Wasikudanganye hao Wakenya, Wakenya wanaitamani sana Simba na Yanga, kufuta huo wa ukabila wao. Kwa hiyo Simba na Yanga ndipo ukabila ulipofia. Nyiye mnaogopa ukabila, labda hamjui vizuri script inayoliendesha taifa letu. Ukabila umekufa. Wewe angalia hiyo nyumi yote hiyo ya Yanga, mpe sifa Nyerere, asikudanganye mtu. Kumbuka, Tanzania tulilelewa na redio moja, inaitwa RTD, ndio iliyotuloga tukagawana katika Simba na Yanga. Wakati wa Kenya wako busy na Ulaya huko, sijui Manchester, sijui nini, wanachokorwa wanachokorwachokorwa na wazungu. Sisi Nyerere alikuwa anatu moldi anatudanganya vizuri na Simba na Yanga zetu. Hii ndio faida ya Nyerere, asikudanganye mtu. Ukabila ulizikwa hapa Tanzania, tunazungumza Simba na Yanga. Tanzania hatuna ukabila. Elimika usiwe msomi.